Jambo, karibu tena kwenye shirika la DreamStart Labs. Ndani ya hii video ndaonesha mbinu mpya ya DreamSave ambayo inaruhusu vikundi ya mkopo kuona na kurekebisha kanuni za uchaguzi wao kwenye mkopo wa nje, na namna gani wanaweza pana hitaji ya kuomba mkopo wao kama wao ni wateule kwenye shurti za mkopo wa nje. Acha niwaoneshe namna ya kufanya hiyo. Katika hii scenario, tuseme kundi yenu inakuwa sasa na miaka tatu na sasa mnaamua kama kundi kupanua kazi zenu za biashara. Ni kweli uenda mna pesa ndani ya sanduku ila pesa hiyo ni ndogo kuliko hitaji za kundi. Kwa ghafla, kiongozi wa kundi Juste maisha amekumbuka kama tayari vikundi ambayo inatumia Dream Save, zinaweza chunguza kama wanakuwa wateule ili wafaidie mikopo za kampuni za nje, na hapo wanaweza toa ombi lao kama wanakuwa wateule. Kwa kufanya hivyo, kundi itaanza mkutano wakipitia hatua zote kawaida za mkutano kama hivyo, muuzurio, kuchunguza muhatari ya kwanza, kuingiza nyota ama akiba za memba pamoja na malipo ya mkopo. Kwenye hatua ya kenda, kiongozi ataona hatua mpya inayoitwa mkopo za nje. Acha basi nifinyi pale mkopo za nje. Kwa kufinya hapo, tayari hiyo ubao natuonesha kama tayari kundi yenu imefaidia na mkopo wa nje ama hapana na ngambo ya juu tutaona shurti ambazo zinahitajika ili kundi ifaidie ama itoe msaada, ama ombi kwa kampuni za nje ili walombe mkopo. Izo shurti ziko kumi na mbili, ila kwa sasa kundi yetu inakuwa na shurti kumi na moja. Ni kusema tunakosa shurti moja ili tuwe na shurti kumi na mbili juu ya kumi na mbili Aha. Hapa tayari utaona kama shorti zote tumekuwa nazo ila tunakosa tu shorti moja, picha za memba. Tukifinya humo, tunaona kama tunetajika kuongeza picha ya memba huyu ama profile yake, ili tufikie kumaliza hii kipindi ama shorti, basi tutafinya kwenye endelea ili turudi kwenye muundo na tuongeze picha hiyo ama profile. Tunafinya kwenye endelea. Tunafinya hii mikopo za inje. Tunafinya alama ya kurudi. Tunafinya tena alama ya kuvunja. Tunafinya tena alama ya kuvunja. Tunaenda kwenye muundo. Tunaenda kwenye profile za memba. Basi hapo tunafinya ndani, ya tuna jina la Juste maisha ni hapo, tunafinya sawa tunafinya kwenye ongeza picha, tunaenda kwenye fasi za picha, tunachukua picha. Tuna picha ya Justin, tunashuka chini, tunafinya ya kufata, tena ya kufata, ya kufata, ya kufata, ya kufata, imefanyika, tena imefanyika. Tunarudi tena kwenye mikutano, tunafinya kwenye endelesha mkutano tunaweza tena rudi kwenye mikopo za nje, tunafinya hapo. Aha, hapo tunaona tayari kama kundi yetu tayari imeeneza shurti hizo kumi na mbili. Ni kusema tunaweza kuwa sasa na haki ya kutoa ombi la kulomba msaada wa inje. Basi kwa kufanya hivyo, tutafinya ndani ya hizo shurti kumi na mbili. Aha, kisha wa kutuma ombi letu la kuomba wa... Uh, mkopo wa nje tutafinya kwenye kuzihirisha haja ya mkopo. Aha, na hapo tayari tutakuwa tume tumemaliza, ila inatubidi tufinye kwenye kurejea kwa mikopo ya nje ili tupate kumaliza zingine hatua za mikutano. Tunafinya hapo, tunafinya alama ya kuvunja na tayari tunaweza ruti kwa kumaliza zingine hatua za mikutano. Hapa tayari tumemaliza, mtatambua kwamba tayari hapo tumechunguza uchaguzi wetu ama uteule wetu kwenye mkopo na namna ya kurekebisha kanuni ambayo ilikuwa na kosa, na kwa mwisho tulitoa ombi yetu ya mkopo. Basi Utafata ingine video ambayo inaonesha sasa gisi ya kuandika na kuzamini mkopo wa inje wakati kundi ilifaidia mkopo ulo wa inje asante.